O, vipi? Karibu sana katika YouTube channel kupendwa kabisa ya Nyalusi tutorial leo bwana. <laughs> Kuna rafiki yangu mmoja anataka ni ku... ni share naye ujumbe huyu, anaitwa AI. AI hii inaenda kwa jina la Ela. Ela. Ama Google AI. Wengine wengine watu wanataka Gemini. Hii AI bwana ipo hapa, ukitaka okay, uiactivate unagusa kwenye the app is now using microphone there may be no sound in this recording. Sasa naanza, nikaiulizia kitu chochote kile, ikawa inaniambia kwamba naweza nikachat naye kama mtu. Mambo vipi? Poa. Eh, wewe huja vipi Swahili? so, school so how nini nini. Yani hii ni ni application moja hivi ambayo Eh, imekaa fresh sana sasa. Leo nataka niambie, can you create can you create an image for me for me mm -hmm. make an uh, na mtafutia na, namtafutia mtafutia na Uh, nanii hapa mpatia video hapa aitengenezee cartoon. So, make a cartoon version of it. Imempa kitu nambia atengeneze katuni.

ya hii hapa sasa, nambia nitengenezee cartoon version ya my video, my video image, my video au kutengenezea kama hii. So hapa naweza naruhusiwa kuisave yep, wanaambia this is the one. Hiyo picha inaonekana, mna hii sriamuzi, hii ni kazi ya AI ama kuna wengine wengine wanaita artificial ya bana? Yeah. Kuna video vingi sana zokafanya kwa hizi AI ama artificial intelligence. Usahau tu kusubscribe, like, comment na share. Kwenye video inayokuja nitakwambia jinsi ya kuanimate hizi character ziwe ziwe kama animation hivi. Yep, usahau kusubscribe. Bye bye.